Ndugu, nikusalimu kwa jina la Yesu na nipende kutafakari pamoja, ili somo ambalo limetoka katika kile kitabu cha waraka wa Yuda sura ile ya kwanza, ina sura moja tu ambayo tutasoma pamoja hapa. Waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari kwanzia watatu, anasema: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mstari wa nne, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa asili watu walio andikiwa tangu zamani hukum tangu zamani hukumu, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao umkana yeye aliye peke yake mora na bwana wetu Yesu Kristo. Kwao nimekuwa nikisikia huko huko huko, huko mitaani. Au na wewe nadhani ushawahi kusikia watu wanasema kuna kundi moja linaita watu wengine makafiri. Lakini ndugu yangu, nikwambie, makafiri makafiri ni watu ambao wameikana ile neema ya Mungu ambayo imeletwa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ni watu ambao wasiomwamini muamini Yesu Kristo, wanaomkana Yesu Kristo ndio watu wanaoitwa makafiri. Unasikia hapa, anasema anasema, narudia tena, mstari wa 4 kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao umkana yeye aliye peke yake mora na Bwana wetu Yesu Kristo. Yani, maana yake hao walio wanaobadili neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na wanaomkana, ndio wanaitwa makafiri. Kwa ndugu yangu, hiyo ndio maana ya makafiri, wanao wasiomwamini tunaweza tukasema in short, kwa ufupi ni wasiomwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa tafakari yangu ya leo, ambayo imetoka katika kile kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza na mstari huu wa ngapi, wa tatu hadi wa nne, wanaobadili neema ya Kristo kwa ufisadi. Kwa makafiri wanaweza wakawa upande mmoja ule wa Kristo na upande wa Islamu, wanaweza kukuta wapo wote. Uma kafiri ndio wao, maana yake wanaomkana Yesu Kristo. Nikutakie wakati mwema, neema ya Kristo ikawa pamoja nawe. Mwenye masikio a kusikia na wasikie, amen.